Ni Mizozo, visa na mikasa duniani, na bwana Mizozo. Tafadhari bonyeza neno subscribe chini ya video hii upate habari zetu moja kwa moja zinapotoka. Asanteni sana. Saudi Arabia, Iran zinasisitiza azma ya kupanua uhusiano wao wa kijeshi. Iran imesisitiza juu ya utayarifu wake wa kupanua uhusiano wa kijeshi na Saudi Arabia, wakati huu ambapo waziri wa ulinzi wa nchi hiyo ya Kiarabu, mwanamfalme Khalid bin Salman yuko hapa Tehran tangu jana Alkhamisi kujadili usalama katika eneo hili. Mkuu wa majeshi ya Iran, meja jenerali Mohammad Bageri, alimwambia mwanamfalme Khalid bin salman nini Tehran hiyo jana kwamba mahusiano mazuri kati ya nchi hizi mbili na majeshi yao yatawakatisha tamaa maadui zetu na kuwapa furaha marafiki zetu. Bageri ameishukuru Saudi Arabia kwa ushiriki wake kama mwangalizi katika mazoezi ya kijeshi ya bahari ya Hindi yanayojulikana kama IMEX 2024. Luteka hiyo katika bahari ya India imefanywa na Iran, Russia na Oman kwa kushirikisha wajumbe wa waangalizi kutoka nchi kadhaa zikiwemo Saudi Arabia, India, Thailand, Pakistan, Qatar na Bangladesh. Tangu kusainiwa mkataba wa Beijing mnamo Machi, mwa, Machi mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu wa kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya vikosi vya kijeshi vya Iran na Saudi Arabia, uhusiano huo umeendelea kuimarika na kustawi, Generali Bagheri amesema. Generali Bagheri amepongeza msimamo wa Saudi Arabia kuhusu suala la Palestina na kulaani ukatili wa Israel katika ukanda wa Gaza, akisema nchi zote za Kiislamu zinahitaji umoja, huruma na msimamo mmoja ili kukabiliana na jinai hizo za utawala wa Kizayuni. Mwanamfalme Khalid ametoa shukrani zake kwa Jamhuri ya Kiislamu na wakuu wa majeshi ya Iran kwa mapokezi mazuri aliyopewa pamoja na ujumbe wake mjini Tehran, akisema ukarimu wenu unaonyesha uhusiano mzuri sana kati yetu. Amesema uhusiano muhimu kati ya nchi hizi mbili una taathira kubwa katika kuhakikisha usalama wa eneo hili na kuongeza kuwa utawala wa kifalme wa Saudi Arabia unasisitiza juu ya kuimarisha na kuendeleza uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Mungu akipenda matokeo ya mahusiano haya mazuri na kuboreka kwao katika nyanja mbalimbali yatakuwa na taathira chanya kwa nchi hizi mbili na eneo kwa ujumla, ameongeza Waziri wa Ulinzi wa Saudi.